lakini mimi nitakuonyesha tu matendo. Mwingine akasema wacha nikuambia, mimi ile imani niko nayo inasikia milima itana. Mwingine akamwambia mimi, hiyo imani hata sijui, lakini wacha nikuonyesha kile nimefanya. Yesu akauliza nani atathibitika ako na imani? Majibu ikawa ni mwenye matendo, maana imani yes, bila matendo imekufa. What Jesus needs in your life. Yes. Not Not the the years of believing. Not the result. Yeah. Oh, nashukuru Mungu. Mimi sikuolewa kama wengine ndoa yangu ilikuwa na gari 25. Hallelujah. Na ilikuwa ya, ya, ya kanisa mchana hadharani. Mujinga wewe. <laughs> Oh, niwapa nikuambia ndoa ni ndoa. Yes. Aliyoolewa kwa kichaka

pasia inapasuka fana makubwa hata ushinde waliofunga aruzi kwa maneti fana maajabu ah! yeah. Kama kuna mare nchisi kuna pepo na kisirani mm. Ni ya watu walifana aruzi kwa maganizani kweli, kwa sababu baada ya kufanya harusi maganizani, badala wajue Mungu ana shughuli na harusi tulie fana ni resort, baada ya kuunganishwa, si siko nasumbua. Hata zile harusi wa ubiri wanafanyia counseling ni hizi harusi za maganiza ndio, lakini tutagara tuna tuona nile nchobine

cia si mwego kila nera ikilana america enda aika mateta mimba haleluya, amen! Yes, tunataka kujua umenunua viti vingapi kanisani. Tunataka kujua mchungaji wako umemgarimia garama sipi sa Injili. Tunataka kujua ulimlipia stesheni ya redio na saa ngapi ulibiri Yesu. Haleluya! Amen. Oh, mimi, mimi, Story, weka kando, pia mtu tano mwambia, tupa story. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, haleluya, amen. Tumetishikia vitu vina sababu, kama mitume mpaka Yesu analalamika, leteni nisoti, yes. Bwana, mimi nilifunga harusi. Hata harusi yangu ilikuwa na Mercedes. <laughs> Bwana tukuzwe. Leta resort. Oh, Bwana, nilikuwa na neti kwanza mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuiva. Bwana tukuzwe. Yeah. Leta resort. Bwana, harusi yangu ilikuwa na watu wamekaa kanisani chini mpaka juu. Bwana tukuzwe. Ndio resort hiyo zao. Praise Amen. Jesus. Amen. Na ulize ndio resort hiyo Yesu anataka. Okay. Enda kwa Kenyatta Njomo. Kenyatta hakuna harusi alifana, alikuwa na wanawake na bila kuhesabu wale wengine walikuwa wanamsalimia kwa barabara, anaenda na anawasalimika, saa ingine ako watoto zaidi yes. yes. yes. ya kumi na sita. Mzee alifana mambo ambayo the world inamtambua. Hakuna mahali alisema rabashaka rabashaya yes. Lakini kazi aliyofanya yes. mpaka leo huwezi yes. yes. tuzuia kuitambua. Kweli.